Aa, kama wewe ni miongoni mwa wafugaji ambao bado hawajaanza kufuga lakini unapenda sana kuanza kufuga, maswali yamekuwa ni mengi kuliko majibu ambayo unayapata, ee, hiyo inaweza ikawa ni sababu ambayo inafanya aa, mpaka leo hii labda ukawa ujaingiza uja, uja kukubandani, yani hujafanya kitu chochote kile kwenye, kwenye ufugaji sasa Uh, sisi Kingo Farm bwana tu, huwa tunapata wafugaji wengi sana ambao, uh, bado hawajajiunga. Mwingine unaweza ukaona anajiunga kabisa na, na, na, na, na, na, na kundi uh, lakini anakuwa bado hajaamua afuge kuku au asifuge. Yani kwa kifupi naweza nikasema kwamba ni mtu fulani ambaye anasikilizia yani, anaangalia kama ufugaji wa kuku unaweza ukamlipa au usimlipe. Sasa uh, leo hii nina mfugaji mmoja ambaye uh, hapo baadaye mtaenda kusikiliza ushuhuda ushuhuda wake akiwa uh, anatoa kuhusiana na anatoa na, uh, ushuhuda wake kuhusiana na jinsi ambavyo ali alianza ufugaji kwanza kabisa. Uh, mimi binafsi nikimwelezea ni mfugaji ambaye amekaa uh, kwenye kundi kwa muda mrefu sana, yani kwa muda mrefu sana, yani ana zaidi ya mwaka yupo kwenye kundi, na huyu mfugaji alikuwa anafugaga alikuwa anafuga gana... kuku wa kienyeji Ye, japo sio kwa kiwango kikubwa, lakini changamoto zake kubwa ilikuwa ni kwamba kuku walikuwa wanapata sana magonjwa, akitibia hawaponi vizuri. Kwa hiyo walipokutana na sisi hapa YouTube akaamua moja kwa moja kubadili mfumo wa ufugaji, akawa anatumia tiba za asili. Huu ni miongoni mwa wafugaji ambaye huwa hatumii kabisa tiba za dukani, hatumii kabisa tiba za dukani. Anavyo vitabu vyetu vyote vya tiba vya za asili, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji e, bora wa hii wakukuwa... safari ya ufugaji, chakula na changanya, kwa kutumia hivyo vitabu. Na tena ah, utamwona, utaona hawa kuku baadaye. Kuku wake hawa ni, ni kuku ambao tunawafuga sisi baadaye, na, na, utamwona navyo ongea, atawaonyesha kuku wake. Kwa hiyo utaona vizuri. Kuna kipindi amewahi changanya kwa bahati mbaya, alienda mashineni, alipeleka kitabu chetu, kanuni kanuni ile ya kuchanganya, sijui likuweje, lakini alichanganya e, kuku wanaokuwa, akawapa chakula cha kuku wa kutaga wa. Huwezi ukaamini, kuku wake walikuwa wana miezi miwili na nusu, walianza kutaga mayai, mpaka kaanza kuogopa kwamba inakuweje, kuku wadogo kama hivyo wanataga mayai hasa Tulivyomuuliza vizuri kumbe alikuwa amewapa e, kuku wale wa wanaokua wale wadogo kabisa alikuwa amewapa chakula cha kuku kutaga, na wakataga. Kwa hiyo baadaye akabadilisha kanuni. Kitu kama hicho hapo kime, kime kimewahi kumtokea. Kwa hiyo ni mfugaji ambaye yupo hapa kwa muda mrefu sana, na amepata mafanikio makubwa sana. Alijiunga na kundi letu, yupo kwenye kundi letu kwa muda mrefu lakini pia vitabu anavyo. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi elfu nane na e, vitabu ni elfu kumi. Ni soft copy tunakutumia na soft copy kwa njia ya WhatsApp. Sisi tunafuga kwa mafanikio makubwa sana. Hawa unaowaona hapa mbele hawa ni saso, hawa ni saso, na hapa nataka nikutenganishie kitu kimoja kwenye hii video ya leo hii. A, kuna wafugaji wengi sana huwa wana changanya kati ya saso na tani blue. Nataka niwaelekeze utofauti wake ulipo, maanake unaweza kuuziwa. Uh, masupplier wengi unaweza ukaenda ukasema nataka saso, akakwambia bwana, mimi ninao tani blue, akasema ah, lakini mimi nataka saso. Akiona msimamo wako ni saso, atakwambia hata saso nitakuletea, kumbe baadaye anakuja anakuletea tani blue. Kutaka tani blue, atakwambia bwana, uh, ni, mimi nao saso, anaweza akakuletea hata saso. Saso saso wana rangi zaidi ya rangi tatu, yani kuku utakuta wana rangi zaidi ya tatu. Yani, kwa mfano, unaona huyu ni mweusi, huu rangi hii hapa, huyu ana rangi ile pale, huyu ana rangi nyeupe, lakini tani bro huwa wazidi zaidi ya rangi mbili, wakizidi sana ni rangi tatu, hawazidi zaidi ya rangi mbili. A, mfano hasa hasa tani bro wengi utakuta wana rangi kama nyekundu hivi kama hiyo hapo hiyo, pa, hiyo hapo e, tani blue wengi, na kuna bachi nyingine wanaletaga wana rangi wana hii hapa tu na weusi kidogo, unaweza ukawapata umo. Ni nadra sana kuwakuta rangi nyeupe. Kwa mfano umechukua vifaranga mia tatu, alafu kawakuta rangi nyeupe wa, wanapatikana hata kumi kwenye tani blue, ni ni ni ni nadra sana hai Ai, ai. Mwalimu, habari za asubuhi. Hao ni kuku wangu ambao wana miezi mitatu na siku kumi ndio nawatoa kwa ajili waje wa vinjari nje huko. Kama unavyoona mwalimu, kuku ndio hao nawaona majogoo so unataka nianze kuwatenga sijui mwalimu unaonaje jinsi nilivyo wawekea na chakula chao wafungulia hao wengine haya ah, ngoja mwanangu wafungulia wengine sasa hapa mwalimu imebidi ni niwafungulie na hao wengine ambao ni wakubwa wakubwa imebidi tu niwafungulie nao wapate hewa maana sina eneo lingine la kuwapata hewa wanaotoka hao a Awe, nenda ndani wafukuze, wafukuze watoke wote, wanaogopa wenzao. Kwa hiyo mwalimu, mradi wangu ndio huu, ndio anza nao. Namshukuru Mungu kwa sababu kwa kweli nikipata changamoto kama unavyoona, ninakufuata haraka haraka sana, siko wanavyokula na, na mimbilimbi makini na mbilimbi ziko nyingi, miti iko na mbilimbi mingi. Namshukuru Mungu mwalimu, hao ndio kuku na miezi mitatu. Kwa hiyo sasa nimeshaanza kuwapa players chakula cha kutaga, lakini kuna kuku ambao moja ameshaanza kutaga, kwa hiyo na imani kwa tayari mambo ni mazuri, namshukuru Mungu Aendelee kuwatunza kuku wangu hawa, Mungu na mimi nione maendeleo ya Kingo Farm maake, hao kwangu ni wa mayai. Asante mwalimu, tunashukuru sana sana sana sana sana, Kingo Farm maake, nilikuwa sijajua kama nitaweza ni kufuga kama hivi. Mimi mwanzoni nilianzia na kuku wa kienyeji kienyeji kienyeji kienyeji, nauliza maswali mpaka nimekomaa sasa, ndio kuku ndio hao. Hasa mwalimu ndo nataka ni wasoti sasa wa, upate wengine ambao vijogoo na wengine ni wache wale ambao wenye ambao wanastahimili kukaa hapa. Amen.